Wanakitwilu, wakati mwingine unahitaji mtu mwenye haraka kuliko ile haraka yenyewe. Rahimu ni mmoja wapo. Njoo njoo bwana wewe. <laughs> sisi moyo Unahitaji mawazo mapya, unahitaji mtu mwenye ujasiri, unahitaji mtu ambaye chama kikimtuma anakwenda kufanya kile alichotumwa na chama chake. Unahitaji mtu ambaye wananchi wakimtuma anakwenda kufanya kile wanachohitaji wananchi wake. Unahitaji mtu ambaye atakwenda kuwasemea wananchi, haendi kusema yaliyo moyoni mwake au ya familia yake anakwenda kuzungumza yale anayotumwa na wananchi waliomtuma. Huyu si mwingine ila ni Rahim Kapufi Salehe. Kwa umri wake, kwa umri wake, anatumika, anaweza kukimbia, anaweza kurudi kuchukua maagizo mengine, akakimbia, akarudi, akachukua mengine, akakimbia, na asiseme hata siku moja nimechoka. Rahimu oye! Niwaombeni wana Kitwiru, mpeni kura zote za ndio. Kijana mdogo kabisa huyu, ndio diwani wetu mdogo kuliko wote. Yani nikiliku... nikilifikiria <laughs> nikilifikiria baraza la halmashauri la... linalokuja ni raha tupu. halmashauri halmashauri, mnavyoiona hii halmashauri, haiwezi haiwezi kufanya upuuzi, haiwezi. Sasa nimpe nafasi azungumze na wananchi, halafu baadaye tumkaribishe sisi. Moye wajumbe wote, meza kuu, itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu, kwa majina anaitwa Rahim Saleh Kapufi. Ndiye mdiwa, ndio diwani mteule au meu diwani katika kata hii ya Kitwiru. Mheshimiwa mwenyekiti, awai yeyote, napenda kumshukuru Mungu kwa kuweza kutupa ridhaa na kibali kuweza kushiriki mkutano wa usiku ya leo. Ndugu zangu wana Kitwiru, nimesimama mbele yenu kwanza kuomba kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, muweze kunichagua mimi Rahim Salehe Kapufi kuwa diwani wa kata ya Kitwiru. Lakini ndugu zangu tunajua ili mimi niweze kupushi ajenda ndani ya baraza la madiwani nahitaji mbunge ambaye ni sio mwingine Fabian Fadhili Ngajilo. Ndugu zangu, pia tunaomba kura za kishindo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wana Kitwiru, wako watu wengi wanaendelea kutupagaza mitaani wakisema tusiende kupiga kura. Mimi nimesimama hapo kuwakumbusha na kusema kile ambacho Chama cha Mapinduzi kimeahidi kupitia ilani yetu. Ndugu zangu, hakuna asiyefahamu hapa Kitwiru tulikuwa tuna changamoto moja, ambayo changamoto hiyo tulikuwa tuna, tulikuwa tuna zahanati tu ya Kitwiru, lakini serikali yetu sikivi ya chama cha mapinduzi ikaenda kutupa ch kituo cha afya ambacho kituo kile kimetumia takriban milioni mia moja ishirini kwa ujenzi wa kituo kile ambacho kimejengwa katika mtaa huu wa Uyole. Lakini kama haitoshi ndugu zangu, tunaelewa sisi wanakitwiru asilimia themanini tunajishughulisha na shughuli za kilimo. Tumejua katika ilani yetu Mama Samia ametueletea tena mbolea za, mbolea za ruzuku ambazo tutasaidia katika kuendeleza kilimo chetu cheli, kilimo, kulima kilimo cha tija, lakini pia ndugu zangu kuwa kil... na mazao ya kutosha katika familia zetu. Ndugu zangu, liko jambo la muhimu ambalo pia ndugu sisi wananchi wa kata ya Kitwiru tumenufaika ujenzi wa daraja la Isakalilo ambalo litapita Isakalilo litakuja kuunganishwa na Kitwiru. Tunajua baada ya baada kukamilika kwa lile daraja, kwanza tutakuwa tumefaidika. Faida ambazo tutazipata, jambo la kwanza, tutaenda kuinua uchumi wa wananchi wa kata Kitwiru. Ndugu zangu, tunaelewa sisi tuna maeneo mengi na maeneo haya yataenda kupanda thamani kwa sababu tutakuwa tuna miundombinu rafiki ambayo itapitika katika lile bonde. Lakini kama haitoshi ndugu zangu, hakuna asiyefahamu sisi vijana wa chama cha mapinduzi, lakini wananchi wote kwa ujumla, rais wetu ameweza kututengenezea mazingira ya kuweka ilani bora ambayo sisi ni wanufaika moja kwa moja wa chama cha mapinduzi. Ndugu zangu, swala la uwezeshaji wa kiuchumi tunaelewa, ongezeko kubwa la asilimia kumi vya mikopo ndani ya halmashauri imeongezeka kutoka asilimia kutoka shilingi bilioni 2.55 hadi bilioni 9.07. Ndugu zangu, tutaondokana na ile mikopo kandamizi mikopo nyonyadamu. Mama zetu watafanya biashara kwa uhuru. Mama zetu <coughs> e, vyombo y <coughs> <coughs> vyombo safi <coughs> Ndugu zangu, nilikuwa nazungumzia swala la mikopo. Swala la mikopo iko asilimia kumi, ambayo asilimia nne kwa wamama, asilimia nne kwa vijana, asilimia mbili kwa watu wenye ulemavu. Nikazungumza mwanzo tulikuwa tumepata bilioni mbili nukta tano tano na sasa katika ilani hii imeongezeka kutoka bilioni mbili nukta tano tano hadi bilioni tisa nukta sifuri saba Nini maana yake? watu hawa ambao wanaweza wakapata mikopo watapata mikopo wezeshi, ambao wanaweza wakajikamua kiuchumi, na sisi wananchi wa kata ya Kitwiru ndio wanufaika wa kwanza wa hii mikopo. Piga makofi kwa chama cha mapinduzi. Ndugu zangu, tunala jambo kubwa ambalo sisi kama kata ya Kitwiru ni kama wahanga hivi. Tunayo maeneo mengi, lakini hatuna hati tunayo nyumba nyingi lakini hatujafanya urasimishaji wa makazi. Ilani yetu imeweka wazi. Mimi baada ya kuwa diwani wa kata ya Kitwiru na nyinyi, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, kwenda kunipigia kura za kishindo, na mheshimiwa mbunge Ngajilo tutaweza kuhakikisha tunafanya urasimishaji wa makazi kata nzima ya Kitwiru, lakini pia tutaenda kupima viwanja vile vyote ambavyo bado havijapimwa. Nini maana yake ndugu zangu? unaweza ukawa na nyumba nzuri ya kifahari lakini kama hauna hati bado thamani yake ni ndogo. Lakini kama haitoshi, ndugu zangu, ninyi mnafahamu barabara zetu za mitaa asilimia themanini mpaka tisini ni za humbi. Lakini hizi barabara zimekuwa zikifika kwa sababu ya ya mvua, na tunapoa mvua zikinyesha, barabara zinakosa mikondo ya maji, kwa zinapita katikati ya barabara, hivyo kuharibu barabara. Mara baada ya mimi kuapishwa ya kwanza au kazi ya kwanza nya nitahakikisha barabara zote za mitaa kwa kushirikiana na wenyeviti wa mitaa pamoja na mbunge zinapitika, ili kurahisisha shughuli zetu za kiuchumi, lakini kurahisisha uh, upitikaji wa zile barabara. Ndugu zangu, mambo mengi yamezungumzwa na kwa mujibu wa taratibu zetu Muda wetu nimepewa dakika chache. Sasa, mheshimiwa mwenyekiti, naomba nichukue fursa hii kuomba kura nyingi za kishindo tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, muweze kunichagua mimi Rahim Saleh Kapufi kuwa diwani wa kata ya Kitwiru, lakini pia nimwombee na ndugu yangu kaka yangu Fadhili Fabian Ngajilo awe mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Rahimu, e, tutampa Rahimu, utapewa kwenye kura za maoni. Kwenye kura za maoni Rahimu alikuwa na wenzake, ni waombe wale wana CCM, achana na wananchi wa kawaida, wana CCM waliokuwa na upande wowote makundi yote sasa yameungana imekuwa ya kitu kimoja, na niwaombe wale wote waliogombea pamoja na Rahimu waje hapa mbele haraka haraka wasalimie tu ili mbunge apate nafasi ya kuzungumza. semyeamkapufi oye mwe! Mheshimiwa Mwenyekiti, wanatupoka daraja daraja tulianzisha Kitwilu linaitwa Kitwiru Isakalilo, wameanza kusema Isakalilo Kitwilu. Ah, ah. <laughs> <laughs> tatizo limeanza kwenu, sisi <laughs> <laughs> <mwe. laughs> oye Kitwilu safi. Ndugu <laughs> zangu wananchi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa ujumla, <laughs> mimi naitwa Abedi Lwago, nilikuwa mtiania ndani ya kata yetu ya Kitwilu lakini tunaheshimu taratibu za vikao ambavyo vimefanya michakato yake na kuteua jina la mwenzetu Rahim Salehe Kapufi, na ndiye ambaye anapeperusha bendera ndani ya chama chetu cha Mapinduzi. Hivyo sisi sote na makundi yetu yote tunamuunga mkono ndugu yetu Rahim Salehi Kapufi. CCM oye! Tarehe ishirini na tisa. Asante sana

Basi na mimi naungana na wagombea wenza ambao tulikuwa tunagombea nafasi ya udiwani, lakini Mungu ni mwaminifu sana, akaona kipindi kama hiki amsimamishe ndugu yetu, ndugu yetu Rahimu Kapufi. Rahimu Kapufi oyee! Tutapa kura za ndio tarehe ishirini na tisa ila tujitokeze kwa wingi na kuendelea kuhamasisha watu waende kupiga kura. Mungu akubariki kijana wangu. Amina. Si ssiemuhoye Kitwiru, safi. Safi. Mimi kwa jina inaitwa Eric Victor Mbugi, nilikuwa mtiania wa nafasi ya udiwani ambayo sasa imempendeza Mwenyezi Mungu na wajumbe kutuletea Rahim Salehe Kapufi kuwa mgombea udiwani kupitia Chama cha Mapinduzi, na hivi leo tuko hapa kumuunga mkono ndugu yetu ili kumwombea ridha kwenu wana CCM ambaye naamini tayari amekwisha kupita na kwa wanacham, wananchi wote ndani ya kata ya Kitwiru kumchagua Rahim Salehe Kapufi kwa kura nyingi, kumpa kura za kutosha mgombea udiwani Fadhili Ngajiro na kura za kumwaga kwa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Rahim Kapufi, safi, safi. Oktoba Kwa jina ninaitwa Sadiki Omari Mabeva, nilikuwa mtiania wa udiwani kata ya Kitwiru, lakini mwenzetu akaibuka kuwa kidedea. Kwa hiyo kwa moyo wangu wa dhati namuunga mkono na namwombea kura nyingi Oktoba tutiki. Asanteni sana. CCM oye! Viva vijana viva! Kwa kweli sina muda mkubwa wa kuzungumza, nimepewa dakika mbili. Naitwa Evaristo Pita Changamike, mtia nia ya udiwani kata ya Kitwiru lakini wanaosikiliza redio Nuru walisema hivi Evaristo Changamike, kata ya kitwiru che yeah! <laughs> Sasa nataka kusema kitu kimoja, nataka kusema kitu kimoja. Kati ya watu kumi na tatu bwana Rahim alichaguliwa na Mungu kwamba ndiye awe diwani wa kata ya Kitwiru. Sasa sasa, mimi nataka kusema hivi, huyu saizi ni diwani kata ya Kitwiru hatuna mwingine hivi. Kuna chama chenye UW? Subiri, subiri, subiri. kuna chama chenye jumuiya umoja vijana, kuna chama chenye jumuiya wanawake Tanzania, kuna chama chenye jumuiya wazazi. Sasa mi ndo mwenyekiti wa wazazi huyu hapa ni vijana wangu, nina imani atashinda Oktoba. Tumlete kwenu sasa.